Siku za hivi karibuni kumekuwa kukisikika taarifa za matukio ya ukatili kwa watoto vijana na wanawake, jambo hili likaishtua serikali vichwa kuhakikisha kwamba inatafuta mwarobaini wa kumaliza shida hii, na sasa imekuja na matokeo ya utafiti ambao umefanyika mwaka jana 2024 ambao unaweka bayana hali halisi ya ukatili ilivyo kwa upande wa watoto wa kike ukatili wa kingono umepungua kutoka asilimia 33 hadi asilimia 11. Ukatili wa kimwili umepungua kutoka asilimia 76 hadi asilimia 24. Ukatili wa kihisia umepungua kutoka asilimia 25 hadi asilimia 22 na kwa upande wa watoto wa kiume ukatili wa kingono umepungua kutoka asilimia 21 hadi asilimia 5, na ukatili wa kimwili umepungua kutoka asilimia 74 hadi 21, na ukatili wa kihisia umepungua kutoka asilimia 31 hadi 16. Hata hivyo, licha ya mafanikio haya bado kuna watoto na vijana wengi wanaoendelea kupitia ukatili wa aina mbalimbali mbali. Hili tunalitambua. Katika hatua nyingine, Dr. Gwajima akaweka wazi athari za matukio ya ukatili kiuchumi na kijamii. Ukatili huleta athari za muda mrefu za kiafya ikiwa ni pamoja na matatizo ya afya ya akili, mawazo ya kujiua tabia hatarishi za ngono uwezekano mkubwa wa kupata magonjwa ya zinaa ikiwemo viviu, matumizi ya dawa za kulevya. Pia ukatili hupunguza fursa mbalimbali za kimaendeleo na kuongeza umaskini katika jamii. Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali ndiyo imehusika kwa kiasi kikubwa katika utafiti huu. Tuliweza kuchagua watoto 11,414 na kutoka katika kaya hizo hizo elfu kumi na moja mia nne kumi na nne. Hii inamaanisha kwamba katika kila kaya tuliweza kupata mtoto ama kijana mmoja ambaye aliweza kuhojiwa. Wadau wa haki za binadamu na wananchi wanaeleza haya Ukatili uh, umepungua kwa kundi hili walilolichagua, lakini bado tunaendelea kupokea visa vingi sana vya ukatili kwa watoto, visa vingi sana vya ukatili, um, wa kingono, ukatili wa kihisia kwa watoto wote wa kike na wa kiume. Kipindi hiki kitangia mwaka huu uanze Januari, naona kuna hamna matukio ya watu kubakwa kama mwanzo kama mwaka jana ilivyokuwa, maana ripoti nyingi, hata kwenye vyombo vya habari, kwenye social media tulikuwa tunakutana navyo sana mashuleni, ukiangalia kama Iringa Iringa. Huu ni utafiti wa pili wa matokeo ya ukatili kwa watoto na vijana, ambapo wa kwanza ulifanyika mwaka 2009 na, na Tanzania ni miongoni mwa nchi 23 ambazo tayari zimeweza kufanya utafiti kama huu duniani. Upendo Michael, Azam News, Dar es Salaam.